Mpango wa M23 ambao tumepenyezwa hivi karibuni kuhusiana na strateji zao za kushambulia baada ya mzee Amuri Williamu Yakutumba kujenga ukuta wa Yeriko ndani ya plaine ya Ruzizi. Ni kweli kuanza wazungu, Rwanda, Uganda, Kenya, nchi zote za Afrika na nchi ya Afrika zimeelewa wameshindwa kutoboa plaine de Ruzizi. Hiyo imeshashindikana. Wametumia mbinu za kwenda kuconvaincre mzee Amuri Yakutumba na majeshi yake watoke pale wawe DC ili wapite, bado mzee ameonekana kuwa kategorike ani mpya waliofanya ya kutaka kutoboa sasa plan de Ruzizi ni hapa pla waliyoichukua ni kwamba wametaka sasa waachane kwanza na pene de Ruzizi, waachane na Baraka, waachane na Fizi, kwa maana huko nako wanajua kwenda kupiga Baraka, kupiga Fizi, kupiga Mboko, kupiga Swima A, ni maeneo ambayo kwa teritwari ya Fizi ni pako sensitive, manake ni maeneo ambayo yanagusa sana mioyo ya wa wakaaji wa eneo hilo, yanaweza kuleta panike ya vita vikubwa sana, walichokipanga siri za ndani tulizoibiwa mzee wa habari, mze mbichi, tunasikia kwa mbali wanaanza kunong'oneza kufikiria kupanga kwamba washambulie maeneo yafuatayo. Hawa ni M23 RDF, wanaanza kufikiria kushambulia eneo la Kigongo. Kigongo maana yake ukitoka Kalundu kama unakuja teritoria ya Fizi, ni ka eneo ambako sio wakaji wengi, ni kama mkanda hivi, watu wamejengajenga pembeni na, na barabara barabara, washambulie Kigongo au waje kushambulia wapi huku Makobola waingie Makobola wakamate, Makobola au wenyewe wanaita Iamba, ndo kijiji cha kwanza. Hii Makobola ndico kijiji cha kwanza alafu cha mwisho teritwari ya Ufizi na teritwari ya Uvira. Maanake kuna Makobola A, Makobola D. Makobola A ndio yuko upande wa Uvira, teritwari ya Uvira. Makobola D ndio yuko upande wa teritwari ya Fizi. Sasa kwamba wakikamata Makobola manake wamekata, wamekamata mwisho wa teritwari ya Uvira alafu wamekamata pia mwanzo wa ya Fiz. Na hii selo stratejie militaire wao wanasema hivi, wao itawasaidia ili kwamba watakapokuwa wanafanya mashambulizi kule plene de Ruzizi kwamba hawa wanaotoka huku wasipate njia ya kwenda. Huu ndio mpango sasa. M23 wako nao, mzee wa kutoboa siri, huu ndio mpango ambao M23 wako nao. Hizi tumepenyezwa za ndani. Sasa wakikamata Makobola baada ya kuona vikosi vingi vimetoka Ubembe vimetoka nyema vimetoka nye Mwenga kwenda kujueni mzee muri uliamua kutumba kana, ndio maana nguvu inazidi kule, tuzibe hii njia sasa. Wazalendo tunajua kina Renei Tongwa wako milimani, wako na wengine wengi wengi wengi wako milimani. Hizi ni taarifa tumepenyezwa za ndani sana, na sisi tunazitoa hadharani na kwa raia tunazitoa hadharani na kwa majeshi yanayohusika. Hiyo ni habari mpenyezo, habari ya ndani sana mpenyezo, ambayo tumepenyezwa na sisi tumekupenyezea, ili mweze kufanya kile mnachotakiwa kukifanya raia lakini pia waombaji na majeshi pia fanya sasa analysis ya taarifa kama ambavyo tumepenyezwa. Wao kwenye akili yao iko hivi, ni fanye analize sasa hapa kwenye akili yao sasa. M23 iko hivi kwamba wakizuia hii njia, maanake kule Plaine de Ruzizi watakuwa kama wamekaa katikati, ndio akili yao sasa. Nikuchambulie, watakuwa wamekaa katikati, na kwa kuwa wanaamini Fizi ni eneo ambalo liko telema dangereux kwa kwa hiyo hawa wasinge tamani wao vikosi vilivyopo kule Ruzizi vije Fizi, hata kama Ruzizi naweze kabomolewa OB na maobi na ibomolewe na zile bombe za Hiroshima de Nagasaki zipigwe nuclear, wasinge tamani vikosi vile viende huku. Kwa hiyo uchambuzi unasema kwamba pla yao ipo hata wakiamua kushambulia planet de Ruzizi, kwamba vile vikosi visikimbilie Fizi. Vile vikosi wanataka pla yao vikimbilie Burundi. Kwa hiyo, vile vikosi vikikimbilia Burundi, maana yake Fizi itakuwa imekosa ama imepungukiwa nguvu, kwa maana e, ule yule wanayemwona kama Daudi atakuwa amekimbilia Burundi. Kwa hiyo, wamtengenezee hapa, wamtengenezee njia asije huku ubembe asiende kule, labda anaweza akakimbilia wapi? Burundi. akakimbilia Burundi, wao ni victory, kwa maana watakuwa wamemtoa kwa namna hiyo, na wanataka hivyo. Wakikamata makobola ama kigongo, itakuja delegation itakayosemekana kwamba imetoka wapi, Kinshasa. Hiyo delegation itafika Burundi, ikifika Burundi inaingia kutoka Burundi na kuja plane de Ruzizi, alafu inaongea na mzee, sisi ni serikali, ona huku wamekuzibia njia uba bembe alafu, huku Bukavu huwezi kwenda hapa hivi, upo kama katikati. Ili usiangamize maisha yako, tunakuomba sisi serikali, kimbia kwanza Burundi ili uwapishe hao wasije kukamata mateka hapa. Mzee atakaposikia hivyo, ataona kama vile wanamsaidia mawazo mazuri, anaenda tunafikiri amesaidiwa mawazo na serikali, kumbe ni wasaliti. Hao hao ndio wametengeneza mpango huo ili kumwondoa pale. Sasa ninaposema hivyo, ngoja nikuambie sasa kinachotokea Ikulu ili uone hii delegation itakuwa imetoka wapi na itakuwa imetumwa na nani? Nimesema ukiwa unasikiliza mzee wa habari mbichi, unapewa habari za wakubwa. Hii delegation itatoka ikulu. Ikulu iko kompoze na departement nne. Ikulu ya Fachibeto iko kompoze na departement nne. Prezidanse ya kwanza ni yeye Fachibeto le konkasera, yeye Fachibeto. Prezidanse ya pili yuko mke wake, manake nikisema Fachibeto ni kama iko na bande ya watu walio karibu na yeye sana, washauri wa, lakini pia yuko mke wake, iko na bande yake watu wa karibu sana na mke wake. Lakini pia bande ya nne hapa, wako washauri tu ambao hawa wanaitwa washauri wa presida, na wenyewe wana timu yao, na wenyewe ni watu wa ikulu hivyo hivyo. Lakini pia iko bande ya nne, arme, wanajeshi wa ikulu walio, wanajeshi wa pale ikulu pale, vikosi vya pale ikulu ndo mnasikia garde presidentiel iko pale, na wenyewe na vikosi vyao na washauri wao. Sasa huyu Fati Beto na timu yake, mke wake na timu yake, washauri wa ikulu na timu yao, majeshi ya ikulu, arme ya ikulu na timu yao, wote hawa ya huwa wanaita watu wa ikulu watu wa presidence. Sasa kuna hawa majeshi wako korompi sana, kuna mke wa rais yuko korompi sana. Sasa kuna tume, kuna delegation ambazo huwa zinatoka Kinshasa zinasema Yakutumba amepata delegation kutoka Kinshasa Uvira, kuna delegation kutoka Kinshasa, delegation nyingi zinazotoka Kinshasa kuja kuonana na mzee Amuri Yakutumba. Zingine hazitoki kwa fachibeto, zinatoka kwenye haya makundi mengine, unakuta kutoka kwenye kabineti ya mke wake zingine zinatoka kwenye kabineti za washauri zingine zinatoka kwenye kabineti za majeshi wanakuja, unafikiri unampokea fachibeto, ni watu wametumwa na fachibeto, kumbe wametumwa na, na bande ya mke wake, kumbe wametumwa na bande ya jeshi, kumbe wametumwa na bande ya washauri. Hali sasa inakuwa mbaya zaidi wakiwa ni washauri alafu wasaliti, maanake hata mzee Amuri William Yakutumba anakuja kupewa mbinu na wasaliti, anakuja kupewa ushauri na wasaliti, anakuja kupewa mipango na wasaliti. Hilo ndilo jambo linatokea kule ikulu. Na haya mambo yako hivyo, mzee wa habari mbichi akikwambia vitu hivi si papasi. Mimi kama ni ikulu nimewahi kufanya kazi na watu wanaofanya kazi ikulu. Mimi kama ni ikulu nimewahi na mimi kuonja hali na siasa ya ikulu naijua. Kama ni ikulu nimewahi kuingia ikulu, nimezoea ikulu. Sasa kuambia ni ikulu ya nchi gani. Kwa hiyo hivi ninavijua na hali ya Kongo ndicho kinachotokea. Ndio maana hata mara nyingi tunashauri mzee William Yakutumba na bande yake na ya wenyewe kuwa very very careful na hizi zinazosema commission, eh, commission zinazotumwa za kutoka ikulu. Ni ikulu kutoka kwenye departement gani? Ikulu kutoka kwenye angle gani? ndo watakuja kumshauri hawa, hiyo ndio mipango iliyopo. Tukitoka hapo, ngoja nikuambie kuhusu habari ya jambo nilioliongea muda mrefu sana. Nikasema hivi vita hivi, kuna makosa mengine mengi yanayotokea ndani ya wazalendo au ndani ya FARDC Fatibe tole konkaser hayajui, na mengine mengi anakuja kuambiwa na washauri wake, bwana tufanye hivi, mteue hivi, mteue huyu, mteue anateua kwa kushauriwa, kumbe wanaokuja kumshauri wanaokuja wa kumshauri ndo wao wao wasaliti. Anafikira anatembelea mawazo ma zuri aliopewa na Wakongomani wenzake, kumbe Wakongomani wasaliti. Dawa ya kumsaidia ya kumsaidia Fatibeto, ninyi mnaotaka kukomboa nchi dhidi ya RDF dawa ya kumsaidia Fachibeton ili kutofautisha magugu na ngano, awajue wasaliti wake na ajue watu ambao sio wasaliti. Akopere nao moja kwa moja ni kwanza kujifanya kama kumkana Fachi beton. Nimesema mara nyingi, lazima hawa wazalendo wawe kama vile wamemkana Fachibeton, kwa maana ya kwamba waseme haturiziki na siporo yako, haturiziki na assistance zako, hatu ziki na madesizio yako. Kwa hivyo sisi tunajibeba wenyewe, usitusiporte. Utakapotaka kutusiporte, utusiporte wewe mwenyewe, kudiri na sisi si moja kwa moja, bila intervention ya mtu hapa katikati. Kwa maana hiyo, vipi sasa? Wazalendo wajibebe kwa nguvu yao ndogo, wapo plene de Ruzizi, hivi tunakwenda miezi miwili mitatu, hakuna siporo ya serikali, lakini M23 naogopa kuperfore pale kwa hiyo eneo ambalo wazalendo wapo lazima wajimilikishe kwanza, ni eneo lao, sio eneo la guvernema ya Kongo, liwe eneo lao, iwe guvernema yao ya wazalendo, administration ya wazalendo, na hawa wazalendo wawe na guvernema au na leadership yao ambayo itaonekana na duniani kote kwamba hii ndo leadership ya wazalendo. Tukihitaji wazalendo, leadership yao ndo hii. Lida wa wazalendo Kongo nzima ndo huyu msemaji wa wazalendo Kongo nzima ndo na huyu, sio wa kusema mpaka ambaletu TV tuende kumtafuta yeye, anaorganizi na mapres anasema, na watu wanasema ndio na huyu akiwa hivyo, wale viongozi wale wakiwa hivyo wale viongozi Fachi Beto hata wasiliana na mtu nitafuti. Uh -uh, ni hawa wanakuwa watawala, si ndicho ambacho kimetokea doa? Kwa sababu anajulikana Betri Simwa ndiyo kiongozi wa M23, ndiye aliyeitwa kiongozi wa M23, ndiye aliyeitwa sawa. Sasa hivi doa wakitaka waongee na kiongozi wa wazalendo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watamuita nani? M23. Wakitaka doa waongee na kiongozi wa wazalendo watamuita nani? Wazalendo ni wengi Kongo nzima wa generals ni wengi. Oke okay, wamealikwa na kiongozi mmoja wa wazalendo waende doa, siku hiyo ndipo kutakapoanza kwanza na vita. Wao kwa wao wataanza kubaguana wao kwa wao wataanza kupigana wao kwa wao, kwa sababu hakuna kiongozi politicien de wazalendo il n'y a pas un leader politicien pour le kote de wazalendo, na hii ndiyo source ya shite ya mouvement ya wazalendo maimai ndipo inapofika sasa, ndo maana serikali na go inaangaika, ngoja tuwape wazalendo kiongozi, tumtafutie wazalendo koordonateri, tutafutie wazalendo atakayo, kwa sababu hawana. Sasa wanaoletwa na serikali wawe viongozi wenu, ndio tena wasaliti wenu, you can do nothing. Amwezi kupiga step forward sasa. Kama wazalendo wangekupa na wangekuwa na viongozi wao wanajionyesha na wanajulikana, wazalendo wangekuwa kama mouvement inayojiweza politiquement parla. Kwa hiyo wangekuwa na presida, angekuwa na komunikation direct na hawa wazalendo, na hawa wazalendo ndio angekuwa anapokea hata hizo delegation. Hawa wazalendo ndio angehusika na diplomasi za kizalendo. Sasa awana delegation ikitoka Kinshasa wanaenda kumwona mzee Wiliamu Amuri Yakutumba mwenyewe, pia delegation ikitoka wapi imwone Yakutumba? Askari yupo kwenye ligne de front na vikao na madelegation kwenye ligne de front, mliviona wapi? Sasa nikija hapa nikioji, ou sont les deputes provinciaux ou sont les deputes nationaux de sud Kivu? Mnasema waliokuja kuomba kura kwa kusema mnipi kura mimi mzalendo, wamepotea, hawapo huo ndio ulikuwa wakati wao kujitokeza lakini pia na wajionyesha hadharani kama wazalendo. Hilo ndilo linaloendelea ndani ya ikulu, hilo ndilo linaloendelea ndani ya ikulu. Lakini pia ndio yanayotakiwa ya yafanyike ya mzee wa habari mbichi. Kama mchungaji, kama mtumishi, tunajaribu kuweka baadhi ya mambo sawa yanaweza kuleta ukombozi wa fikira. Unajua etre libere, to have freedom you need first to have a knowledge. Ili uwe na uhuru, unahitaji kuwa na maarifa kwanza, ili ufanikiwe kwa kile unachokifanya kwa vitendo. Maarifa kwanza, anze kufanikiwa. Kwa hiyo ishu ya kizalendo imekaa sana hapa kwenye kukosa wa, wanasiasa wale wote wa bunge mliowapigia makofi mzalendo huyu mzalendo huyu, ndo tungewaona ndo umefika wakati wa kizalendo awapo tena. Sikiliza uh, sikiliza Shubira aliyonyweshwa polo Kagame, ya baada ya Goma kukamatwa, kwa sasa hivi Goma inapitia wakati mgumu. Siongeleu mgumu kwa maana ya mauaji, hilo linajulikana sana. Katika masuala ya kiuchumi, Goma na Rwanda imekuwa kama nchi moja, kwa hiyo Goma inapitia wakati mgumu wa kiuchumi kama vile Rwanda inavyopitia wakati mgumu wa kiuchumi. Baada ya Goma kukamatwa, serikali ilifunga system networking ya circulation monetaire, ilifunga serikali, kwa hiyo ya serikali ndani ya Goma, benki centrale provinciale ya, ya serikali haitumiki kazi, kwa hiyo mzunguko wa pesa ukawa umekufa. Maanake pesa ya serikali haingii, pesa ya serikali haitoki, ilibaki pesa iliyopo mkononi mwa raia. Manake ile pesa iliyo ndani ya mkono wa raia ndio inayotumika. Njia iliyo wazi ni njia ya Goma Rwanda. Kwa hiyo uchumi wa Goma ukawa mgumu. Baada ya uchumi wa Goma kuwa mgumu na vikwazo ambavyo Rwanda imewekewa, ikafanya ya Rwanda nayo pia uchumi wake kuwa ngumu. Rwanda akaja ku, kuona kwamba kitakachosaidia hapa ni kufanya circulation monetaire ya Rwanda ingiliane na circulation monetaire ya wapi? Ya Kongo. Itaingiliana na aje. Kiuchumi tunasema hivi, lazima mone currency iwe moja, na kama currency haitakuwa moja, basi pasiwepo na boda. Mnarudia watumie pesa moja, Rwanda na Goma itumike pesa moja, na kama watatumika pesa moja, basi pasiwepo na mpaka, iwe kama nchi moja. Hiyo ndo huwa tunasuluhisha hayo mambo katika maswala like ya kiuchumi. Rwanda akataka kufanya hivyo, lakini alitaka aruhusiwe na nchi zilizo na nguvu kwamba ili ku kusupport uh, ku ku uchumi wake Goma na Rwanda watumie hela moja au pasiwepo, iwe kama nchi moja. Marekani ikashuka, Marekani akamwambia Paul Kagame ukisubutu kufanya hivyo ukisubutu kufanya hivyo, ndipo utakapoona ubaya wako, utakapofutwa chini ya ardhi. Kagame akajiretire kwenye wazo hilo, ila alikuwa amesha plani franka za Rwanda ndizo zianze kutumika Goma, na hili jambo nililiongea muda mrefu. Kinachobaki sasa hivi ni kuona Goma, Bukavu, hela ya Rwanda itumike, maanake lugha iwe hiyo, kusiwepo tena na mipaka. Hivyo na alitaka aekzekuti hilo. Lakini asifiwe Mungu, Marekani ilimkataza yeye kutekeleza jambo hilo. Sasa kukatazwa kufanya hivyo kumeendeleza sana uchumi wa Rwanda kuzorota na kuwa mbaya zaidi. Tunaambiwa bei ya sukari imekuwa juu hivi, inaelekea kuwa kama mara mbili, inaelekea kukaribia mara mbili ya vile ilivyokuwa kabla ya vikwazo. Na hivi usafiri wa magari, nauli zimekuwa juu, mafuta kwa maana ya petroli imekuwa juu kazi nyingi ndani ya Rwanda tunaambiwa zimefutwa. Ziko kampani nyingi za wageni zimefunga na wageni hao kusafiri kuondoka kwao. Kwa hiyo wafanyakazi wengi wameanza kukosa kazi, hali ambayo inafanya Rwanda kuwa katika wakati mgumu. Wafanyakazi wengi kama wananchi wa Nyarwanda, kama kampani ilikuwa na wafanyakazi elfu mbili kampani ilikuwa na wafanyakazi mia nane kama ilikuwa na wafanyakazi elfu tatu ikifunga au wote wanaingia nshomaji, hakuna kazi. Kwa hiyo ukweli ni kwamba pamoja na kwamba Rwanda hawaweki wazi hadharani shida wanazopitia, ila kwa sasa hivi hali ni ngumu tunaambiwa. Kama mfano Gisenyi, walikuwa na uwezo wa kuchinja kwa siku ng'ombe kumi ng'ombe kumi na tano kumi mpaka kumi na tano kwa ajili ya walaji, walikuwa wengi Goma na huku Gisenyi, mwingiliano watu ni wale wale, wangechinja ng'ombe kumi kumi na tano kwa siku. Lakini sasa hivi unaambiwa hizo ng'ombe kumi hizo ndizo labda kwa mwezi. Kwa hiyo siku moja ukachinjwa ng'ombe, wakati mwingine hata isiishi kwa sababu mzunguku wa hela unakuwa mdogo. Sasa kama mzunguko wa hela umekuwa mdogo, maanake hata kodi nazo serikali haikusanyi pesa. Hali siyo nzuri, asikudanganye mtu. Hakuna vita ambavyo vitakuwa ndani ya nchi jirani nchi nyingine ikainjoi, ikaona kama iko sawa, hapana. Kwa hiyo hali hiyo tunaripotiwa kwamba ndani ya Rwanda haiko sawa, haiko sawa. Na sasa Kagame iko supression iko under pressure ya raia, iko under pressure ya paltian wake, iko under pressure hata ya wafanyabiashara na makampuni matajiri, pamoja na kwamba wajaanza kuiongea hadharani wazi, lakini hiyo gouvernement ya Kagame ipo under pressure, kwa maana vitu vingi vinakuwa haviendi kabisa vizuri vizuri, na hii ni siri ambayo Rwanda inaendelea kuweka, lakini hakuna namna, lazima itoke nje. Tukienda doa, tukianza kumalizia na habari ya doa. Kuna watu wengi sana wamefurahi baada ya Corne Nanga kukatazwa kutuku, kukatazwa kushiriki mazungumzo yale na watu wengi kufikiri kwamba uh, ni ushindi na watu wengi kuona kama vile ni kuganye. Hapana. kwanza leo alikuwa ni kiongozi wa M23 ambaye M23 ndiye aliye na mikataba. M23 ndiye aliyewahi kusaini mikataba na serikali zilizopita serikali za Kongo, ni M23, sio Alliance Fleuve Congo na mazungumzo yaliyofanywa kule Doha kati ya Rais Tshisekedi na Paul Kagame hayakuwa mazungumzo marefu, yalichukua kama dakika 40. Kilichokuwepo manake ni kama walikuwa wanaambiwa, hawakuingia kwenye ku discuss mambo, kwa sababu conflict ya Rwanda na Congo hawawezi kuongea maraisi within 4 minute and then we say we done it, haiwezekani. Dakika 40 wanaongea na nasema tumeyamaliza, ni chache. Walipewa, walikuwa napewa itimatom, mambo ya kufanya, wanayotakiwa kufanya, kwa maana mambo yote yanajulikana tayari kwa diplomasia ambayo Fatibe tu alifanya, ameshazunguka na vitu vya kuojiana walipewa itimatomu. Sasa ikabidi M23 waitwe doa ili na wenyewe waende kutoa temwanyaje yao kama mwenyekiti wa M23, lakini baada ya kutoa temwanyaje na wenyewe wapewe itimatomu, yale wanatakiwa kuyafanya. Sasa yule Alliance Flevy Congo ambaye ndio Corne Nanga anajulikana, ayuko enkli, ayuko touché kwenye mikataba ambayo ilisainiwa, amekuja kukuta mikataba hiyo imesha sainiwa. Vita vya Congo, Alliance Flevy Congo is not sio chochote, ni kama kiraka nguo ya kijeshi ya matashe tashi, ukachukua kiraka cha tc ukaweka cha tc mfano ya kaki, kinaleta tu, kinaonekana tu kwa mbali, umekosea, bandua. Ndo ilivyo Alliance Fleuve Congo kwenye mgogoro wa Congo wa kwa hiyo, kwa hiyo kutokwenda kwa Corne kwa, kwa Nanga kule hakuleti shit ndani ya m, kwa sababu M23 ndio ndi iliona nguvu inayopiga nd nayopiga Kongo Kongo ni M23 ambayo ndiyo Rwanda pia, ila jambo hili kweli linamwimilie Corne Nanga kama mtu mzima kama msomi linamwimilie kwa sababu kama ulikuwa umetaka kwenda ama udelege watu wako washiriki, alafu akakataliwa, lazima utakuwa kama huko imilie kwa namna hiyo tu, lakini pia hili jambo litakuwa pia limepunguzia nguvu kidogo yeye ndani ya wa partenere wake, partners wake ambao ni M23, kuona kwamba kumbe yeye ile power aliyoipewa ndani ya M23 kama ndio kiongozi mkuu, kwa hiyo itakuwa kama vile imeshuka, na hata kama haitashuka lakini itaonekana tu kama imesheki kwamba imeyumba. Kama vile ya hii tu ndio tunaweza kuongea, ila sio jambo la ku, la kushangilia sana kwa maturity politiki ama maturity ya leadership, huone kukataliwa kwa Corneille Nangaa. Kwa hiyo ni kama kuna esheke yake, hapana. Wale wameshajizatiti wameshajijenga movement yao, so hilo mlichukulie hivyo, sio la kuimba sana na kuona kushinda Hapana, unajua wakongomani wamekuwa na tabia ya vitu vidogo vidogo kupewa nguvu sana na kuonekana ni vikubwa, na vitu vinavyotakiwa vitiliwe nguvu na vinachukuliwa hizi sasa. Hilo ndio jambo ambalo wakati mwingine binafsi huwa nina sielewi vizuri sana. Hizo ndizo taarifa ambazo tunataka tuzigawe leo, lakini ngoja nikuambie mtu mmoja ambaye alichukua mawazo ya mzee wa habari mbichi na sasa anayafanyia kazi, yuko ndugu yangu anaitwa Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, yeye ametangaza sasa, sikiliza n na kuchambulia siasa kukufungua akili. Kuna watu wanaelewa ninachokiongea. Thomas Lubanga amefanya press meeting ya kujirevolte na guvernema ya Congo, sio kwamba amejuen M23 ama alase fv Congo, lakini yeye amejirevolte kupinga serikali ya Congo, yeye kama yeye kivyake, yeye kama yeye kivyake. Manake na yeye ametangaza kuanza kukupiganisha serikali ya Congo ili atawale yeye ili afundishe watu ili yeye aelekeze watu namna ya kuendesha nchi. Thomas Lubanga amefanya hiyo press sasa, hichi hatafungwa na serikali ya Kongo, hichi ndicho kilichotakiwa kifanywe na wazalendo ambao wana nguvu kubwa, wanajulikana duniani kote, na nchi zote za duniani zinasubiri ziwaone wazalendo vizuri na leadership yao waende kufanya makontra wapewe siporo hawa, vurugu zimejaa. Na hapa siwezi kulaumu hao walioshika risasi, akina mzee William Yakutumba, wa wale waliojiita ni wanasiasa wa Ubembe, wanasiasa wa Uvira, wanasiasa wa Mwenga, wale ndio wameangusha hili jiazi hii. Kama hii revolt ingefanywa na wazalendo, wajitangaze wao wanapinga guvernema ya Kongo na wanapinga M23 RDF, lengo lao ni wakomboe Kongo, ndo sel objectif kusafisha Kongo iishi kama Kongo iliyoachwa na Lumumba Kongwe sio kuwa na, na majeshi na yanayoagrese majeshi yanayouwa watu majeshi yanayokosesha raia ya amani, ndo objectif yetu. Kwa hiyo kama wewe unajisikia utakuwa na kusudi hilo, yes, sio majeshi ya kigeni. Wazalendo wangepata siporo kubwa, na siporo ziko nyingi nyingi, raia wenyewe wamesha wapa siporo, lakini wanasiasa amna. Thomas Lubanga, ngoja tutaona atakao kuendelea na yeye. Ametangaza muvumaa yake kupinga serikali na kuondoa madarakani Kongo. Ye, mambo mengi, mtayaona mengi. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema. Ulikuwa nami mzee Habari.